Bwana Yesu asifiwe wa watu wa Mungu, tunakukaribisha kwenye maombi maalum tulio nayo ya kuwaombea watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita. Mchana huu wa leo tuna wajibu wa kuja mbele za Bwana tena kuwakabidhi watoto wetu mikononi mwa Bwana na masomo ambayo wanafanya mitihani yake. Mchana huu ni somo la geography, ni somo la physics, physics, physical education pamoja na French language na, na, French language, na hiyo somo la education. Wana masomo manne mchana huu wa leo. Ni wajibu wetu twende mbele za Bwana sasa kuwakabidhi mbele za Bwana, kuwafunika na kuwaombea tukiamini kabisa ya kwamba kwa maombi haya watoto wetu wanakuwa salama. Kwa maombi haya Mungu anawapigania, Mungu anawashindia Mungu anawaonekania. Nikuombe tu mtu wa Mungu, amini kwamba maombi haya Bwana anayasikia na Bwana anayatenda na, na, na, na usifikiri kwamba unapoteza muda unapoomba, usione kama unapoteza muda pale unapoomba. Naomba tuende mbele za Mungu kwa ajili ya, ya, ya, ya masomo haya ya mchana na mitihani hii ambayo watoto wetu wanafanya mchana huu wa leo na, na masomo au mistari ambayo tunaisimamia nimekwisha kuisema mara kwa mara, ya kwamba tunasimamia kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati nane mstari wa 13 ya kwamba Bwana atakufanya kuwa kichwa na wala hautakuwa mkia. Lakini pia tunasimamia kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 18 ya kwamba lolote mtakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Lakini tunasimamia pia Luka sura ya kwanza mstari ule wa wa 37 maandiko yanaposema kwamba maandiko yanaposema kwamba uh, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Iko mistari mingi tunasimamia kutoka ile sura ya 14 mstari wa 14 ya kwamba Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Iko mistari mingi ambayo tunasimamia na tunapoomba. Mtu wa Mungu, unapoomba maombi haya na ukasikia ndani yako mstari fulani, ukasikia ndani yako kuna kitu ambacho kinakuja, ukasikia ndani yako Mungu anazungumza na wewe tafadhali sana ninakuomba uweze ku, ku, kukaa kwenye maombi, uweze kukaa kwenye maombi. Tamka huo mstari, taja huo mstari, usinyamaze, usiache, achilia huo, uwe mstari, uweke huo uwe mstari mbele za Bwana na utamke, na nataka uombe kwa imani. Siombe tu kama unaomba, lakini omba ukiwa unaamini ya kwamba nguvu ya Mungu inakwenda na inafanya kazi. Tuna shuhuda nyingi sana za watu ambao tunawaombea na tumewaombea watoto wakiwa mikoani, wakiwa sehemu mbalimbali lakini kupitia maombi haya Mungu akawahudumia na unaposikiliza maombi haya usiache pia kuwatumia na watu wengine ambao unatamani waombe kwa ajili ya watoto wao twende mbele za mungu mchana huu leo kwa ajili ya mitihani ambayo watoto wetu wanafanya kuanzia saa 8 hii mpaka saa 11 jioni mungu wetu liye hai katika jina la yesu kristo mfalme amani Jehova Shama Jehova Jire asante kwa neema na kibali ambacho umetupa watoto wako wa kike na kiume kuwepo tena kwenye patano hili la kuwaombea watoto wetu asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye popote alipo sasa anaomba kwa ajili ya watoto wake, anaomba kwa ajili ya wanafunzi ambao wako wanafanya mitihani ya kidato cha sita. Wengine ni wazazi, wengine ni walezi, wengine ni walimu, wanaomba kwa ajili ya watoto wao. Nasi Mungu tunaungana pamoja na kila mmoja ambaye anaomba kwa ajili ya watoto wetu wa kidato cha sita, kila mmoja anayeombea mitihani hii, kila mmoja mwenye nia njema, wakiwepo watoto wenyewe, tukiamini kwamba wamekuwa na maombi mbalimbali mbali ambayo wanaomba. Mungu wetu uliye hai, tunaomba tunaungana maana umesema palipo wawili au watatu kwa jina lako, na wewe upo katikati yao, na ikiwa watakubaliana neno lolote, hilo utalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Nasi Mungu tunakushukuru, kwa kuwa tunaungana pamoja wote katika umoja, katika nia moja ya kuomba wewe uonekane na kuwapigania watoto wetu, na uwashindie watoto wetu, na neema yako isiwapungukie watoto wetu kwa namna yoyote ile. Ninaomba toba, naomba rehema, naomba msamaha, wakati wote kwenye yako na kwenye madhabahu yako Mungu wetu kwa ajili ya dhambi na makosa na maovu ambayo yanaweza kutumiwa na adui kwa nyima watoto wetu haki kwa nyima watoto wetu kibali kwa nyima watoto wetu nafasi ya kufanya na kufaulu vizuri katika mitihani yao. Tunaomba toba na rehema, E Bwana, na msamaha popote pale ambapo yuko mzazi yuko mlezi yuko mwana maombi ambaye amekengeuka kwa namna yeyote, Mungu unisamehe mimi na watoto wako ambao tunaomba pamoja maombi haya, uturehemu, E Bwana, na kututakasa katika jina la Yesu Kristo, ili maombi yetu tunayoomba yakapate kibali madhabani pako. Maombi ambayo tunaomba kwa ajili ya watoto wetu yakapate kibali mikononi mwako, yakapate kibali mbele zako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya mitihani ya asubuhi ambayo tulikuomba, tulikabidhi mikononi mwako, nasi tukakuomba Mungu uonekane, tukakuomba ufanye, tukakuomba Bwana ukajidhihirishe, tukakuomba uonekane katika mitihani, tukakuomba Bwana neema yako ionekane

Mwalie mwema, tunaamini kwamba umewasaidia watoto wetu. Tunaamini kwamba ile mitihani waliofanya mchana asubuhi, e Bwana uliwasaidia, uliwavusha na wamefaulu. Tunaamini kabisa, hakuna atakaye feli, hakuna atakaye shindwa. Tunakushukuru kwa sababu tunaamini kwamba neema yako imewasaidia, kibali chako kimewasaidia, nguvu zako zimewasaidia. Tunaamini kwamba mkono wako wenye nguvu umewapigania watoto wetu, neema yako Jehova imewapigania watoto wetu kwenye mitihani ya asubuhi. Nasi Mungu, tunakuomba tena mchana huu leo, maana umesema imetupasa kum Mungu kila wakati na wala tusikate tamaa, nasi hatujakata tamaa. Tena tunakuja mbele zako tena mchana huu wa leo tukiamini na kujua ya kwamba ni kwa neema, ni kwa nguvu zako Mungu, wewe unakwenda kutusaidia. Ni kwa neema yako unakwenda kuwasaidia watoto wako, ni kwa neema yako Mungu, unakwenda tena kuwakabidhi, kuwafunika watoto wetu Mungu. Tunawakabidhi tena mikononi mwako, tunawarejesha tena madhaboni pako, tunakabidhi tena dakika na masaa haya ambayo watoto wetu wanakuwa kwenye vyumba vya mitihani, tunawakabidhi tena mikononi mwako Jehova, tunawakabidhi tena kwenye madhabahu yako Mungu wangu hai, tunawachovya tena madhabahuni pako, tunawachovya kwenye bahari ya damu ya Yesu wale wanafunzi wote ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita, ambao wanalitegemea jina lako, ambao wanakutumaini wewe, tunawakabidhi tena mikononi mwako Jehova. Tunawakabidhi tena wanafunzi wote wa kidato cha sita walioko mkoa huu wa Dar es Salaam, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova. Yale madarasa wanaoyatumia tunayakabidhi tena mikononi mwako, vile vyumba wanavyotumia kufanya mitihani tunakabidhi tena mikononi mwako, e Mungu liye hai. Wale wasimamizi ambao wanawasimamia katika mitihani yao tunawakabidhi tena mikononi mwako, Bwana Yesu. Tunakuomba wale watoto wote ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita walioko mkoa wa Tanga, e Bwana, tunawakabidhi tena majira haya Bwana, tunawainua tena mikononi mwako pamoja na walimu pamoja na wasimamizi wote wanaosimamia mitihani ile, tunawainua kwa pamoja, tunawakabidhi e Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako neema yako iwalinde, neema yako iwatunze watoto wote ambao wanafanya mitihani hii Bwana ya kidato cha sita walioko mkoa wa Pwani. Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu unayestahili kuinuliwa, unayestahili kuabudiwa, unayestahili kutukuzwa, tunawakabidhi tena mikononi mwako Bwana, tunawakabidhi tena madhabahuni pako Jehova Mungu, vituo vyote ambavyo viko mkoa wa Pwani ambavyo vinatumika, mitihani inafanyika mahali pale Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu yenye nguvu, kwa damu iliyomwagika msalabani, ingilia kati Bwana, wasaidie watoto wetu, wapiganie watoto wetu, waonekanie Bwana, walioko Morogoro Bwana, tunaachilia neema, tunakabidhi mikononi mwako wanafunzi wote, watoto wote Bwana, walioko Dodoma, walioko Dodoma, walioko walioko Morogoro pamoja na Dodoma, walimu wote, vituo vyote ambavyo vinatumika kufanyia mitihani hii, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova o Mungu aliye hai, usiwache peke yako, peke yao, e Bwana ana peke yao hawataweza, hawataweza peke yao Bwana, wasaidie watoto wetu walioko kule Morogoro, walioko kule Turiani, walioko kule Ruaha, wasaidie Bwana, walioko kule Kilombero, wasaidie watoto wetu walioko kule Bwana, kule Dodoma, Bwana, wasaidie, wapiganie katika jina la Yesu Kristo. Tunawainua watoto wetu Bwana, walioko mkoa wa Singida pamoja na mkoa wa Manyara. Ingilia kati Bwana kwenye shule zile za mkoa wa Kilimanjaro. Ingilia kati Bwana kule kwenye shule za Manyara, shule ile ya Manyara, shule zile za Manyara pamoja na Singida, ingilia kati Mungu uliyo hai, uwapiganie watoto wetu, wasimamizi wote na watoto wote Bwana walioko mikoa hiyo mikoa, mkoa wa Singida, mkoa wa Manyara, mkoa wa Arusha, Baba tunakabidhi mikononi mwako, neema yako iwe juu yao, neema yako iwalinde, neema yako iwatunze, neema yako iwahifadhi, neema yako ionekane kwao, usiwapungukie Bwana, usiwaache Jehova, usiwaache Mfalme, usiwapungukie Bwana, usiwapungukie usuwapungukie Mfalme wapiganie Bwana waonekanie Jehova waonekanie mungulio hai waonekanie Jehova shama waonekanie Baba milele waonekanie Mungu waonekanie Mfalme waonekanie Baba nekana kwao waonekana kwao Jehova, watoto walioko Tabora tuna wakabidhi kwako, walinde na kuwatunza wale walioko Tabora tuna wakabidhi Mfalme wa bora, wapiganie kule Tabora wapiganie Bwana vile vituo vyao tunavifunika kwa damu ya Yesu walioko Shinyanga Bwana tuna wakabidhi mikononi mwako katika jina la wa Yesu, watoto wetu Bwana, walioko kule Mwanza wanaofanya mitihani wakiwa mkoa wa Mwanza, neema yako iwe juu yao, neema yako isiwapite, neema yako isiwapungukie walioko kule Bunda, walioko kule Musoma, neema yako Bwana, neema yako iwe juu yao, neema yako Mfalme isiwapite. Watoto wetu damu yako Jehova, damu yako Yesu Kristo inayonena mema inene mema kwa ajili yao, inene mema kwa ajili yao, wapiganie watoto wetu, walinde watoto wetu watu watoto wetu waonekanie, watoto wetu katika jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo. Onekana kwa Bwana, onekana kwa Jehova, onekana kwa Mungu ulio hai, onekana Jehova, onekana mfalme, onekana Baba wa milele, onekana Jehova Shama, wapiganie wapiganie watoto wetu pongotie Bwana walioko kule Bwana Karagwe, walioko kule Bukoba. Ninatamka neema, ninatamka kibali, ninatamka baraka, ninatamka nguvu yako, ninatamka uwezo wako. Uwezo wako uwe juu yao, neema yako iwe juu yao, kibali chako kiwe juu yao. Damu yako Yesu inayonena mema inene mema kwa ajili yao katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu iliyomwagika msalabani. Onekana Bwana ukiwapigania ukiwapigania ukiwapigania ukiwapigania Bukoba, ukiwapigania Karagwe, ukiwapigania Bukoba, ukiwapigania Bukoba, ukiwapigania Karagwe, katika jina la Yesu ninawakabidhi Geita, wale watoto wa Geita ninawakabidhi kwako, walinde na kuwatunza, walinde na kuwatunza, wahifadhi ewe Bwana, waimarishe ewe Bwana, neema yako iwe juu yao, neema yako isiwapite, neema yako isiwapite, katika jina la Yesu, kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo, ingilia kati Bwana, tunawakabidhi watoto wetu mikononi mwako mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai, walioko shule za Kigoma, Baba, tunawakabidhi kwako watoto walioko Kigoma, shule zote za Kigoma tuna kabidhi mikononi mwako vituo vyao vyote na moja na wasimamizi wote walioko kule Kigoma, neema yako iwe juu yao, tunaachilia malaika waende kuwasimamia waende kuwapigania wetu. Watoto wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, waliopo Katavi, Bwana Mungu uliye hai, ingilia ingilia ingilia kati wasaidie, kule Katavi bwana, kule Sumbawanga, tunakabidhi watoto wetu walioko Katavi na Sumbawanga, ingilia kati, wapiganie, ingilia kati waonekanie. Ingilia kati walinde ingilia kati walinde ingilia kati walinde walinde na kuwatunza wahifadhi ebwana waonekanie Bwana wapiganie ebwana waonekanie, Mungu uliye hai katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu iliyomwagika msalabani. Baba walinde watoto wetu wapiganie watoto wetu waonekanie watoto wetu usiwapungukie Bwana usi waache Jehova walioko kule Mbeya walioko kule Uyole walioko kule Mbalizi walioko kule mpakani ebwana tunawakabidhi watoto wetu mkononi mwako Jehova, walioko kule Tunduma wanaofanya mtihani huo wa kidato cha sita, ingilia kati, wasaidie wasaidie Bwana, wasaidie Mungu ulio hai, walioko kule Rukwa Baba, wasaidie wasaidie walioko Ruvuma, wasaidie Bwana, wapiganie Bwana, walioko kule Songea, neema yako iwe juu yao, neema yako iwalinde, neema yako iwatunze, neema yako iwahifadhi, neema yako iwe juu yao, neema yako isiwapungukie, neema yako e Bwana, neema yako Jehova, neema yako Jehova, neema yako iwe juu yao neema yako Bwana iwapiganie iwapiganie, uwalinde watoto wetu uwalinde na kuwapigania, uwatunze watoto wetu, uwaonekanie Bwana, usiwapungukie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti yaliye hai. Baba, tuna wakabidhi walioko kule Mtwara, walioko kule Lindi, ingilia kati Bwana, shule zote za Lindi ambazo wana mitihani ya kidato cha sita. Baba, ninaachilia neema ninaachilia neema kule Mtwara na Lindi, ninaachilia neema yako iwafunike na kuwalinda, iwatunze na kuwalindaunz katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Asante kwa neema, sante kwa kibali, sante kwa uaminifu wako, sante kwa damu yako Jehova, sante kwa damu yako mfalme iliyomwagika msalabani. Yamkini kule Zanzibar Bwana, nako kuna shule wanafanya mitihani yao Bwana, tunakabidhi mikononi mwako watoto wetu wote wa kike na wa kiume, tunawakabidhi kwako, tunawafunika Bwana, tunakabidhi afya zao mikononi mwako Jehova, masaa haya matatu wakiwa kwenye chumba cha mitihani Mungu wetu uliye hai, tunakabidhi masaa matatu watoto wetu wakiwa kwenye vyumba vya mitihani. Baba, achilia neema, achilia neema kwa ajili yao, achilia neema kwa ajili yao. Lisaa la kwanza nalikabidhi kwako, lisaa la pili na la tatu, masaa yote matatu ninayakabidhi mikononi mwako, yawe masaa ya ushindi. Adui hana nafasi ya kupenya, hana nafasi ya kupenya kwenye vyumba vya mitihani, kuachilia hofu, kuachilia mashaka, kuachilia wasiwasi, kuachilia roho za paniki kwa watoto wetu. Ewe Bwana, tunaachilia damu ya Yesu ikane mema kwa ajili yao. Kila mtoto aliyoko kwenye chumba cha mtihani saa hii akavikwe ujasiri akavikwe utayari akavikwe uwezo akavikwe maarifa akavikwe maarifa. Roho Mtakatifu, pita pita kwenye kila shule, pita kwenye kila kituo, pita kwenye kila darasa, pita kwenye kila dawati, ushughulike na kila mtoto moja baada ya mwingine, jina moja baada ya jina jingine. Shughulika na watoto ambao tunaomba na usahii, shughulika na watoto ambao wazazi wao wamefunga na kuomba kwa ajili yao, shughulika na watoto ambao wazazi wao wameachilia sadaka kwa ajili ya wale watoto wao ili wakumbuke na kuwatendea, ili wakumbuke na kuwatendea. Kumbuka maombi ya wazazi wao, kumbuka sadaka walizotoa, kumbuka maombi ya mfungo. Kumbuka Bwana, watoto wako wamekuwa tayari, wamesimama na wewe, wameacha majukumu yao, wameacha shughuli zao, wamekuamini wewe, wamekutumaini wewe, ndio maana wanaomba. Hatujaenda kwa waganga ili kupata msaada wa watoto wetu, e Bwana. Wengine wameenda kwa waganga wa kienyeji, wengine wameenda kwa wachawi, wengine wameamini vitu vingine lakini, sisi Bwana, tumeliamini jina lako. Hawa wanataja magari na wengine wanataja farasi, lakini sisi Bwana, tumeamua kulitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi, nasi tunalitaja jina lako, Mungu wetu wa majeshi, Mungu wetu mwenye nguvu, tunalitaja jina lako. Pigania watoto wetu, saidia watoto wetu, waonekania watoto wetu, washindie watoto wetu, waonekanie Bwana, wasaidie Bwana, wapiganie Bwana, waonekanie Bwana, waonekanie, e Yehova, waonekanie mfalme, waonekanie watoto wetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninatamka ulinzi wako, ulinzi wa Mungu wejuu yao katika majira haya ya mitihani, wanaofanya mitihani, pasiwepo na magonjwa, pasiwepo na udhaifu wowote ambao ni kinyume na kusudi lako juu ya watoto wetu. Ingilia kati Bwana, inafunika afya zao, afya za watoto wetu ninazikabidhi kwako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu aliye hai, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, tunakabidhi afya afya zote za watoto wetu kwa njia wa kike pamo kiume watoto wa kidato cha sita hata wale ambao sio wa kidato cha sita walioko mashuleni katika jina la Yesu tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu yenye nguvu, kwa damu iliyomwagika msalabani. Ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati Mfalme, ingilia kati Bwana, ingilia kati Mungu, ingilia kati Jehova, Mungu wetu uliye hai, ingilia kati na neema, neema yako Jehova, neema yako Mungu uliye hai, na iwe juu yao, na iwe juu yao, na iwe juu yao. Neema yako Bwana isiwapungukie watoto wetu, neema yako Jehova isiwapungukie katika jina la Yesu. Walinde na kuwatunza wahifadhie, Bwana waonekanie watoto wetu, waonekanie watoto wetu, waonekanie Bwana, waonekanie Jehova, waonekanie Mungu uliye hai, waonekanie watoto wetu. Walinde afya zao, linda afya zao, fun, funika Bwana afya zao kwa damu ya Yesu ninawatenga mbali na magonjwa na ila zote za mwovu adui. Ninakataa magonjwa yote ninakataa mapepo, roho za usingizi, roho za usahaulifu, roho za hofu, roho za kupaniki, roho za usahaulifu wa yale waliosoma, ninazinyamazisha, ninazikataa katika jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye fahamu zao, kwenye akili zao, naachilia damu ya Yesu kwenye kumbukumbu kumbu zao, kwenye mikono yao, naachilia damu ya Yesu kwenye mitihani ambayo Tuanaisoma, Mungu aliye hai, ninafunika macho yao na kataro za magonjwa na kataro za magonjwa. Akili za watoto wetu tunazifunika kwa damu ya Yesu, asiwepo wanayeuma macho Baba. Ninawafunika kwa moto kwa moto wa roho Mtakatifu, ninawafunika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako iliyomwagika msalabani inene mema Bwana kwa ajili ya watoto wetu mitihani. E Bwana, hakuna atakayefeli, hakuna atakayeshindwa, hakuna atakayerudi nyuma, hakuna atakayekwama kwa namna yeyote ile. Baba, tunaamini ya kwamba tumewakabidhi mikononi mwako na hakuna wa kufeli. Tunakataa roho ya kufeli, roho ya kushindwa, roho ya kukataliwa, tunakwenda kinyume nayo. Na wasaidie watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakurudisha sifa na heshima na heshima na utukufu Bwana, maana tunaamini umefanya zaidi ya tulivyoomba kwa kadiri ya neema yako ambayo inatenda kazi ndani yetu. Asante maana umefanya, sante maana umetenda, sante maana umeonekana, hautatuacha hautanyamaza, katika jina lipitalo majina yote, sifa na heshima na utukufu narudisha mikononi mwako asante Yesu kwa uaminifu wako. Asante Yesu kwa mitihani hii ya leo, maana unawavusha na kuwasaidia watoto wetu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu tunaomba tukiamini, Mungu umefanya. Amen. Mungu akubariki, mtu wa Mungu ambaye umefuatilia maombi haya, na omba uendelee kuomba, usiache kabisa, endelea kuomba na kuomba na kuomba, Mungu anafanya kazi. Lakini pia nikupe namba ya simu ambayo utafanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuachilia sadaka ikiwa Mungu amekusemesha kuachilia sadaka yako kwa ajili ya maombi au kwa ajili ya mitihani ya watoto wako, basi utafanya hivyo kwenye namba hiyo. Lakini namba hiyo pia nitumie message kwenye WhatsApp, ili unitumie jina la mtoto wako aliyeoko mashuleni. Lakini pia kwa namba hiyo unaweza kunitumia ujumbe ili ni kuunge kwenye group letu la maombi ambayo tunaombea watoto wetu. Umekuwa na grupu la maombi kwa ajili ya kuombea watoto wetu, si wakati wa masomo tu, lakini tunaombea mambo yote yanayohusu watoto, na karibu kwenye grupu hilo. Sasa kwa namba hiyo nitumie ujumbe kwenye WhatsApp, nami nitakuunga kwenye grupu hilo. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Usiache kuwatumia wengine ujumbe huu na usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Ukombozi wa Familia. Namba ya simu ni 0752966389. Nane, Mungu akubariki na kukuinua. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme wa huduma ya Ukombozi wa Familia. Amen.